Katika kuleta accountability lazima tuone namna ambavyo katiba iliyopo na mfumo wa kisheria uliopo ulivyochochea na kutoa fursa ya matendo haya ya kinyama na kikatili kufanyika, na hili tuliangalia kwa mapana kwamba, eh, ni maeneo gani kwa mfano, kuona kwenye maeneo ya tume tunaona, tuangalie ushiriki wa tume, imeshiriki vipi kuleta maafa tuangalie kutokuwa kutoku na sheria nzuri za uchaguzi na kanuni zinazoleta uwanja sawa wa, e, wa uchaguzi zilivyoshiriki kulileta hapa taifa. Tuangalie institutional adjustment, sheria na kanuni za jeshi la polisi zilivyotufikisha hapa na kuleta maafa haya kama taifa, na kuona namna ya kudismento mifumo yote mibovu tuliyorithi ya kisheria na kikanuni hususan kwenye jeshi letu la polisi, ili liweze kuundwa upya na ikiwemo kulidismantle kabisa, liwe na structure mpya kabisa. Hii structure iliyopo ni structure ya kikoloni na ni structure ambayo kwa kweli hailiwezeshi jeshi hili ili kutekeleza wajibu wake wa kulinda raia, bali linageuka kuwa apparatus of oppression, yaani linakuwa ni kifaa cha ukandamizaji wa dola dhidi ya raia. Kwa hiyo tunahitaji kuwa na polisi wenye kuwajibika. Kwa hiyo lazima, hilo ni eneo ambalo liangaliwe, lakini jambo lingine linalotakiwa liende kwa haraka ni kuondolewa kwa wale wajumbe wote waliokuwa kwenye tume ya uchaguzi na kuzuia wasishiriki shughuli yoyote ya public. E, wale ndio watu wabaya mno waliosababisha matatizo e, hawakutaka ushauri wa mtu e, wamefanya vitu na kuendesha uchaguzi kwa namna ambayo ni ya aibu, haijawahi kutokea. Kwa hiyo bila kuyo, wale ambao ni majaji, vyombo vyao vya kuhusika vifanye kazi yao na kuona kabisa kwamba wanaondolewa, sio kwamba wakitoka hapo waruhusiwe kuwa majaji, yaani hao wakae nyumbani kabisa, na wale wajumbe wengine wa kawaida wote waondolewe na wasiruhusiwe kufanya shughuli yoyote ya umma kama adhabu yao, kwa sababu ni watu ambao e, hatuwezi kuumauma maneno. Matatizo haya yamechangiwa na tume e, ya uchaguzi. Eh, kwa namna ilivyo ratibu kwa namna ilivyosimamia hili zoezi, inaonekana ilikuwa na animus furandi, ilikuwa na nia ovu. Kwa hiyo sio kitu kilichojitokeza kusema kwa bahati mbaya, na lazima tujifunze kuzungumza ukweli kwa sasa, kwa sababu tunataka kuponya taifa, sio mambo ya kudanganyana danganyana au kurembarembana. Kwa hiyo mimi, kwa maoni yangu, hilo lifanyike na lingine, kuleta accountability kusitishwa mara moja kwa mashauri ya mba, kubambika kesi za kubambika. Kuna kesi ya Tundu Lissu, nilishasema kuna kitu kuna kinachoitwa sub judice rule that don't comment on what is going on in court, katika namna ya kuingilia lile shauri. Lakini hili shauri la Tundu Lissu ni shauri la uonevu lililopelekea haya matatizo. Tundu Lissu hakuwa mwaini. Haya ndio mambo yanayoleta hasira kwenye nchi na kuleta hizi vurugu, kwa hiyo ndio maana tunasema mashauri kama yale yaondolewe mara moja mahakamani. Kesi mtu, mfululizo za kushambulia chama cha Chadema. Sio kesi. Watu wa Zanzibar wanasema hawakupewa mgao, anaedai ya kupewa mgao ndio aliyekuwa kiongozi miaka yote. Mahakama inatoa injunction ya kuzuia kazi zisifanyike Busokero. Busokero inahusiana nini na Zanzibar? Alafu jaji bado yuko mahakamani anatoa hati kwa hati ya dharura kuzuia shughuli zote za chama cha Chadema. Shughuli ya Kabanga inahusiana nini na mgao wa Zanzibar? Shughuli ya Nachingwea ya Chadema inahusiana nini na mgao wa Zanzibar? Halafu kwa nini hatuoni kwamba majaji kama hawa wanatumika kuleta vurugu kwenye vyama vya siasa? Mi nazungumza kwa sababu saizi hakuna kuogopana. Hawa watu ndio wanataka kuliharibu taifa. Lazima tuchukue hatua na hawa wachunguzwe, viundwe vyombo vya kijaji, mamlaka inaruhusu zichunguze majaji wote waliokuwa wakihusika kulifikisha hapa taifa na kutumika kufanya maamuzi ambayo hayana tija kwa taifa. Moja ya maamuzi yaliyosababisha hizi stress ni watu kukosa forum. Unazuia chama chenye watu zaidi ya asilimia arobaini na kwenye nchi wanachama, unafikiri presha wataitolea wapi? Halafu unaanza kutafuta vijana wa watu huko na window unabambikiza. Kumbe watu wenyewe wanaosababisha hizi stress wako wamekaa kwenye viti wanazungusha viti. Kwa hiyo, lazima tuone tatizo lilipoanzia. Tatizo limeanza baada ya watu kufungwa midomo. Wewe unasema vijana wameandamana vibaya, wangeandamana vizuri lini? Wapi ulikowahi ulikowahi kuwapa mazoezi ya kuandamana, wakati kila siku wakitaka kuandamana unawanyima, unasema taarifa za intelijensia. Anayeweza kuandamana tu ni mwana CCM kwa chochote kile anachotaka, kila mwingine ni taarifa za intelijensia, taarifa za intelijensia. Unapomzuia mtu kujifunza namna ya kufanya jambo vizuri, usimlaumu siku akilifanya vibaya. Tumeua midahalo vyuoni, tumeua midahalo kwenye taasisi za elimu ya juu. Taasisi za elimu ya juu vimekuwa viota vya kubemenda na kufanya watoto wakitoka kule, anakuwa watoto kabisa, wawezi kuagwa, wawezi kurizwa, wawezi kufanya nini. Alafu mtoto huyu akitafuta ya njia yake mwenyewe ya kutafuta na kujibu changamoto, unamfuata na risasi, wakati ujinga wa watu wazima ndio uliosababisha taifa kufika hapa, kwa sababu ya maamuzi yetu yasiyozingatia uhalali, tukiongozwa na matamanio ya muda mfupi. Kwa hiyo yote haya ndio yanayotakiwa tuangalie kwenye uwajibikaji, nani kila mmoja alivyofanya, kwa sababu hii sio surprise. Kila mtu alijua uchaguzi una matatizo huu, tunaambia watu waboreshe kanuni, baadaye ya kuimarisha kanuni wanaharibu zaidi kanuni, alafu tume ya uchaguzi ina hozi kila kitu, inahozi uchaguzi, inahozi elimu ya uraia, inahozi nini na haina wajumbe, kiburi tu watu wanakaa kwenye ofisi zao. Mahakama inasema mpina aingie kugombea, anatoka mtu anaenda kuweka pingamizi, mtu asigombee. Kwani wewe unaumwa nini? mtu akigombea, si wananchi ndo nawataka? si watachagua wanaemtaka. Haya, leo hii sheria nakuonyesha namna ya kupatikana wabunge wa viti maalum. Aya, angalia kura walizopata Chauma, ACT sijui na nani, wale wabunge wa viti maalum wametoka wapi kuleo? Mi nauliza ukweli, kwa sababu najua wengine tutawakwaza, lakini kuulize, umepata wapi wabunge cha umma wa kuingia pale? Kura zipi ulizopata waweza kukupa ubunge wa viti maalum? Si manake watu, uchaguzi ni kanyaboya tu, watu wanafanya pale kupoteza muda ili kuua raia. Lazima tuwe wakali, tukatae hii malundo ya watu wanafikishwa mahakamani saizi kushtakiwa. Pesa za umma zinatumika kuendesha mashtaka ya uongo, sijui amdi a sijui zz gani. Kwani tuna ruhusu mambo yasiyokuwa na maadili, haya yanafanyika hadharani kana kwamba nchi inaongozwa kiuni. DPP amepewa mamlaka kikatiba ya kuhakikisha kesi za uonevu za wananchi hazifiki mahakamani, lakini sahizi kuna makesi ya uonevu yamejaa kila mahali, na ofisi ya DPP ipo. Tuna haja gani ya kuwa na ofisi ambayo haiwezi kutekeleza huo wajibu wake? Haya ndio mambo ya uwajibikaji, lazima tuangalie utendaji wa kila hizi ofisi. Tuna ofisi ya msajili wa vyama vya siasa, hiyo ofisi ya mtungi ile ofisi, wote waliomo mle ofisini na wanatakiwa kustaafishwa na kuzuiwa kutumikia umma. Ile imechangia kuwanyima Gen Z wa Tanzania chama kinachoendana na falsafa zao. Hivi vyama vyote ni vya mwaka tisini na mbili ukiondoa ACT, vyama vimezeeka, vijana wamekuja, wamezaliwa elfu mbili sahizi wanapiga kura, hakuna chama kinasajiliwa. Kama umewazuia haki yao, freedom of association, wakiritarieti, kwanini unaenda kuwapiga? We, wape vyama, wambia ah, msipigane mitaani, azisheni chama, chagueni mtu mnayetaka awe rais kupitia chama cha siasa, chagueni chama, undeni chama, chagueni mbunge kupitia vyama vya siasa. Ofisi ya mtungi imechangia hawa jenzeni kuandamana. Mtungi amefanya kazi ya kusajili vyama na kuwaonyesha kwamba don't fight argue Msiunde vikundi vya kigaidi unda vyama vya siasa, waweke utaratibu rafiki. Hawa vijana wasingekuwa na vyama vinavyoendana na falsafa zao, wasingekuwa na tumaini. Hata kama achukui nchi, lakini anakuwa na tumaini kwa sababu kwa anaona tume ya uchaguzi huru, anaona anasajiliwa, anaona ana alternative forum ya kuzungumza. Kwa hiyo, katika uwajibikaji, hii ofisi ya msajili wa vyama vya siasa inatakiwa ifutwe na wote walioko kwenye ile ofisi wasiruhusiwe kufanya shughuli yoyote katika utumishi wa umma. Maki ndio ametufikisha hapa. Vijana hawana chombo cha kuzungumzia, hawana chombo cha kusemea. Kwa sababu hivi vyama vingine vinabeba propaganda zetu, mambo yetu ya kidumu Chama cha Mapinduzi. Eh, hao labda akisema M4C sijui, si, huyu akisema sijui nani, huyu akisema kila chama. Huyu akisema ubwabu, huyu akisema nini? Kila chama. Hivi vyama vyote vimezeeka, haviendani na wao vijana. Alafu sisi tunawalaumu kwa wao, why are you going into the street? Unataka uende wa wapi? Tumewapa forum za kusajili vyama vinavyoendana na umri wao na vijana wenzao ambao wanaweza wakabeba wa, idea tumewalau tumewa hizi diversity yaani, umeziba maji alafu unashangaa bomba kupasuka.